Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimetia saini makubaliano ya amani nchini Marekani, yenye lengo la kumaliza migogoro uliopo nchini DRC. Mkataba huu uliosimamiwa na Marekani unataka nchi husika kuheshimiana, kupokonya silaha kwa makundi yasiyo ya serikali na kuwepo kwa utaratibu wa pamoja wa kuratibu usalama. Hata hivyo ni wazi kwamba aliyefaidika zaidi katika makubaliano hayo ni Marekani ambayo kupitia usimamizi wa mchakato huo tayari imeingia makubaliano ya kupata madini kutoka nchi hizo mbili. Mnamo Machi mwaka huu iliibuka kuwa rais wa DRC Felix Tshisekedi alipendekeza kuwa Marekani kuwezesha upatikanaji wa madini wa kimkakati kama vile coltan na dhahabu, muhimu kwa sekta ya teknolojia, ili kubadilishana na makubaliano rasmi ya usalama ili kukabiliana na waasi wa M23. Na sasa mara tu baada ya mkataba wa DRC na Rwanda kusainiwa, Marekani na DRC sasa zimesaini mkataba wa uhusiano wa kimkakati kati yake na DRC. Na mkataba huu unahusisha kuipa Marekani kipaumbele katika kufua madini nchini DRC. DRC ina akiba nyingi za kobalti, koltani, shaba, dhahabu na lithiamu ambazo hazijatumika. Madini muhimu katika sekta ya nishati duniani. Chini ya mkataba mpya na Marekani, DRC sasa inatakiwa kutoa orodha ya awali ya rasilimali muhimu za madini na maeneo ambayo hayana leseni kama sehemu ya hifadhi yake ya mali ya kimkakati. Itatakiwa kutoa orodha hii ndani ya siku thelathini baada ya kuanza kutumika kwa makubaliano yake mapya na Marekani. Wakati wowote wa rasilimali muhimu za ziada za madini rasilimali na dhahabu na maeneo yasiyo leseni yanaweza kuongezwa na DRC kwenye orodha hii, na udhibiti wa maelezo haya yatakuwa chini ya kamati ya pamoja itakayoundwa kati ya Marekani na DRC lakini wataalamu wanasema hatua wa hiyo ni sehemu ya mkakati mpana wa Marekani wa kupunguza utegemezi kwa China, ambayo kwa sasa inadhibiti zaidi ya asilimia sabini ya uchimbaji madini adimu duniani na zaidi ya asilimia 85 ya usindikaji nchini DRC, China imekuwa ikifua madini hasa kobalti tangu mwaka 2008 ilipofanya makubaliano na serikali ya DRC yaliyotiwa mkataba na Sino Conglais Des Mines Company. Walakini mikataba hii ni ya masharti, ushirikiano wa kiuchumi kati ya DRC na Marekani utaanzishwa kikamilifu ikiwa tu usitishaji wa mapigano utaendelea na uondoaji wa kijeshi utaheshimiwa. Na huku Marekani ikijitayarisha kupeleka makampuni yake ya makubwa kufua madini nchini DRC, maelfu ya watu wa Kongo wanaoteseka kutokana na kutokuwepo na usalama nchini DRC wamebaki bila kuelewa makubaliano haya mapya ya Washington yatarudisha vipi hali ya usalama na utulivu maishani mwao.